Ongelea mafumbo haunyoki nyoka tukuelewe. Alafu mbwana Remi, ulimtabiria vizuri akapata mwanaume wa ndoto zake, tutabirie na sisi. Kumtabiria Remi ile ilikuwa bahati yake. Sasa nyie, nawaomba muishi kwenye mawazo yangu niliyowaambia, acheni mambo ya elfu tatu elfu tatu na elfu mbili elfu mbili ntafanikiwa tu. We mtoto, mi kama sikuelewielewi, hivi kuna muda na kuona mwanga kachawi kachawi hivi, lakini kwa ulichokizungumza, kama kinakuja kuja hivi akilini mwangu, kama kina ukweli hivi nacho, unasemaje? Nadhani mmenielewa. Nachi tuanze kufuatisha ushauri wa huyu mtoto, kama kachawi kachawi hivi, kama kamwanga mwanga sikaelewi Yes, kuna kitu nahitaji nikuulize. mbona umeshtuka? Sasa sasa, of course nimeshtuka kwa sababu huo maswali yako hajako nachaga nsalama kabisa. kwa nini? okay. Nulize. no, no, na kusikiliza mimi nahitaji uniahidi tu kuwa yale ulioniahidi utanitimizia na hautanichanganya na wanawake wengine wa uvyovyo, yani mimi peke yangu. Pia nataka uniahidi wewe mwenyewe kwa kinywa chako, siku nikikufumania na mwanamke mwingine nikufanye nini? Sawa, kwa sababu nakupenda

Samahani, naona kuna simu hapa. Naita bosi wangu, amenipigia simu nambanaitau pembeni naye, afu narudi kama utajari. Yo. Yes, saro, baby. Vipi umeshaondoka ile safari yako? Ya, yeah, baby, nimeshaondoka tayari. Na hata hapa napongea na wewe, niko Mwanza. Na baada ya wiki mbili nitakuwa nishauri Dar. Oh, umeshafika Mwanza. Ya, yeah, baby. Basi naomba ukirudi Mwanza, uniletee samaki wa sato. Usao. So, si unajua nawapenda sana. Eh? Maana samaki unapatikana Mwanza tu. <laughs> Nakupenda eh.

kama utajali napo usindikiwe ili afike nyumbani mapema, lakini bebe, tumeongea like kidogo tu nafahamu, lakini tatizo muda umeenda sana, mpenzi wangu napo ni leo makalobo kulikuwa na haja gani ya kuzungumza na wanaume zako mbele yangu? Kwa nini usingezunguka nyuma ya nyumba ndipo ukaanza kuongea hayo? Najua huwa unaongea nao, lakini sio vizuri mimi nikawasikia. Ujue unayoyafanya sasa yanaweza yakajirudia kwako, malipo ni hapa hapa duniani. Kwa Mungu tunaenda kuhesabiwa tu Imani yangu inaniambia hivyo. Uendelea kuniumiza tu, sitaki kujutia kwamba nilikosea kuoa, lakini mimi naamini nilikuwa sahihi katika chaguzi langu. Sasa unanichanganya, ulinipenda mimi au ulipenda pesa? Mbona kila unaponikosea unagusia swala langu la mimi kuchinja? Sijapenda na sitaki kuendelea kulisikia hilo neno tena mdomoni mwako. Oh, kwa hiyo nataka niende na kujificha, nikaongea na watu wangu si ndio? <laughs> Hebu itazame nywele, tazama hizi nguo ambazo unabadilisha kila siku, nikikwambia ununue. Kwa hivyo jinsi ulivyo utaweza, ila mimi naamini unaweza, ila utaweza tu endapo utapokubali kuchinja. Baba Karobo huyu ambaye nilokuwa nazungumza naye ndio anayeyafanya haya yote, nabadilisha nywele nabadilisha nguo. Wewe unaweza ukitaka, wewe ndio uweze kuyafanya haya yote kubali tu bebi. Tu alafu kitu kingine, nimeshachelewa sasa hivi nahitajika niwe kwa rafiki yangu. Sawa, wewe nenda, lakini usiache kurudi hapa nyumbani. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti Kisamali wamenifanyia husuda, nikawa kilema na mke wangu. Baada maisha magumu, wakaamua kwenda. Nateseka na mwanangu, ila ipo siku ihali takuwa vyema. Unaangaika mwenyewe na muda mwingine, na kunea huruma na tamani nikusaidie, ila siwezi na shinda takunyanyuka Mchai mwekundu, mbona uye ni mwongo sana? Ulinyahidi kwamba utamselea babangu aweze kutembea lakini ulinikimbia haukurudi tena mpaka leo. Kwa nini? Karobo, hili swala babako ni gumu sana hivyo, nikikupupuka naweza nikapoteza maisha yangu, lakini kwa sasa Nenda kakae na baba yako vizuri, uwe unamfariji asijisikie vibaya. Siku kiniona tena kwenye macho yako, basi ujue nimekuja na njia sahihi ya kumsaidia baba yako. Jamani mcheye mwekundu, fanya hivyo. Natamani kurudi shule nijue kuongea Kiingereza, tuwe tunaongea na Joani. Sawa, usijali. Mtoto mzuri, baba yako atapona, ondoa shaka kwa hilo. Saa mche mwekundu na ai nyumbani kwa Eli. Sawa, kwa Eli binti. Mke wangu anaonesha kubadilika kuwa mke mwema, lakini kuhusu suala la yeye kuona namba, na itakuwa mimi ndiyo mwenye makosa. Acha nirudi nyumbani nikamwombe msamaha. Lakini mm, mke wangu ni mwongeaji sana. Acha, acha niende kwa Nasira. Mbona naongea peke yangu, utaki kuniambia nini? Kinakufanya uwe hivi basi niambie, na mimi nijue. Maana tangu umefika utaki kuniambia chochote, niambie na mimi nijue, sasa mimi nitakuelewaje Nastia? naomba nikuulize kitu hivi, umeshawahi kumkosea mtu alafu kagundua wewe ndo una makosa? Hapana, mi hujanikosea na kama ungenikosea ningekwambia. Simaanishi kuwa wewe ndo umenikosea, nilikuwa namaanisha kwamba hiyo hali imesha wee kukutokea, na baada ya kukutokea ukaomba msamaha. Hapana, haijawahi kunitokea. Alafu isitoshe na unapomkosea mtu kisha ukamwomba msamaha, kuna nguvu fulani inayoachilia baraka, unairuhusu na hapo nguvu za Mungu zitakuwa nayo. <laughs> mm. Mbona fashens malei alafu nishamuonyesha ishara kuwa nampenda, lakini yeye ananiuliza maswali ambayo siyaelewi kabisa. Mimi nampenda bebi yaani yaani nautafuta kote huko kumbe upo kujikoni Eh, nilikuwa nakupikia na hata hivyo amesha maliza kupika chakula kiko mezani hapa nilikuwa namaliza tu kusuza vyoo sawa ila nimeongea nafamu kizito yaani nimekunywa sana leo ila sababu kubwa ya kuniita ni kwamba alikuwa na hofu kubwa sana mimi Kivipi? <laughs> Nilimuuliza sababu ni nini, na ameniambia sababu kwamba toka siku ile amekupigia magoti, alikuwa na hofu sana na mimi, na alidhani kwamba mimi ni mwizi vibaya, ila mi nikamwambia, usijali rafiki yangu, ulisha nielezea toka mwanzo na mimi nimeelewa. Ndio hivyo na mimi sina kinango naye, kwa hiyo tukafly na iliisha hivyo. Una moyo mzuri sana bebi, lakini bebi, mimi nilikuwa naomba ruhusa niende kwa mama nikamsalimie bebi. Jana ulienda kumsalimia mama, na leo tena unataka kwenda kumsalimia mama, na isitoshe na, na kujua vizuri sana mke wangu, kwa wiki huwa unaenda mara moja tu kumsalimia mama. Sasa inakuwaje? Kuna safari zinakuwa nyingi sana siku hizi. Mimi si eti anafuata mwenye sielewi. imekuwa ghafla sana naomba nikamsalimie tu, hmm. Sawa, kwa sababu yule ni mama, basi misimekekimamizi chote kile, naomba ukienda, umfikishe taarifa zangu kuwa mkwe wake nampenda sana. <laughs> Sawa usijali, zimefika mm -hmm. Basi sawa, mimi acha nende nikale kwanza, bado nina njaa kinoma. Sawa, sasa hii ndo nafasi nzuri nimeipata ya kwenda kwa Kizito nikamweleze nini kilichojili. Ngoja kwanza nimalize kazi, nijiandae haraka haraka, halafu niende Usitaki kuaminisha watu kuwa kunguru hafugiki. Acha tabia mbaya, bahati haijirudii mara mbili. Utakuja kujutia, shauri yako. Tatizo yeye anataka kunywa sasa hivi, alafu mimi najiona umri wangu wa kuolewa sasa hivi bado sana, kwa hiyo sioni kama anatakiwa kuolewa kwa sasa. Wewe una tamaa, unapaswa kujua kwamba wanaume wengi wa sasa wanaweza kukupa hata milioni mbili ili wakupate na wakutumie. Wakisha kutumia wanachana na wewe. Hivyo basi, ukimpata mwanaume ambaye anathamini utu wako, huyo ni wa kumjali. Zingatia maneno yangu, ipo siku utanikumbuka. Sa mwanamke anauma sana. Mimi ni wa kiume na wewe ni mwanaume mwenzangu, kwa nini nadiriki kwenda kumtongoza mwanamke wangu? Au kisa mnaimba hivi ndio naamua kwenda kumtupia vivesi vivesi vyako vya muziki, si ndio? Nisikilize dogo, usiona anapendeza huko mtaani sawa? Oa tunagharamia bro, umenielewa vizuri. Yule ni mwanamke, hivyo vivesivesi vyako vya kishenzi usivimlete tena waya. Nikikukuta naye, nikipata taarifa zozote kwamba unamfuatafuata yule mwanamke tena, nitakuja nikufanye kitu kibaya yeah. Hakuna aliyekuwa na nguvu hapa duniani kumshinda Samson wa Delila, lakini nguvu zake ziliharibiwa na huyo ambaye mnamgombania. Sikilizeni niwaambie, nyie wote, nyie wote ni vijana. Yule binti ambaye anafanya nyie mgombane hakuna anayempenda kati yenu, kwa hiyo hachaneni na ugomvi. Pambanieni mziki wenu, wanawake watawapenda wenyewe. Haya sasa, mmeona na niliwaambia tangia mwanzo, acheni kugombania wanawake. Msichana mdogo kama huyu kaja kuwadhalilisha hapa. Ni nini, blaza, ni nini hiki sasa? Mbona mnatumia akili sometime? Oh, brother, hebu naomba niache kwanza na mshikaji wangu, nenda Ben, ah, mi ameshia hapa. Kama utajali, nataka unifikishe mpaka faaliu. Wapi mama angu, jamani, mda washana tayari afu mina mambo mengi ya kufanya ju hata nimependa kumisi pia. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema. Eti kisamali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu, wangu. Baada maisha magumu wakaamua kwenda, nateseka na mwanangu ila iposi ihali takuwa vyema, kunaangaika mwenyewe na muda mwingine, na kunea huruma na tamani nikusaidie, ila siwezi na shindwa takunyanyuka tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena, kama kusoma utasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena Sikini utaisha mapema tu, usichoke mwanangu, binti yangu, binti yangu yangu. Nitapambana baba, mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama. Nipona wewe, atabariki Mola, na wala usiwe na shaka. Baba niamini, naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha utakuwa na mimi haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho ita kuchoma kila choniumiza kichwa sijui lini nitapona baba. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma, ila nakupenda baba, baba yangu.